Mwanamuziki Billnass amejaribu kuzungumza na wadogo zake ambao wanatamani kuwa maarufu eh, kuwa watu fulani hivi kwenye jamii haswa kwenye ulimwengu wa entertainment industry. Billnass anasema kwamba kabla ya kuwa maarufu lazima ufahamu vitu ambavyo utaenda kukutana navyo. Na vitu ambavyo utakutana navyo ni pamoja na dhurma kutoka kwa managers, kutoka kwa watu mbalimbali, distributor. Kuna fitina nyingi sana kwenye muziki lakini pia kasema unaweza kupata magonjwa, depression, depression lakini pia hata unaweza kupoteza maisha kutokana na stress za muziki au stress za umaarufu. Hivyo unapaswa kumwomba sana Mwenyezi Mungu kabla ya huo umaarufu ambao unautafuta wewe. Kupitia ukurasa wake wa Instagram pale kwenye Insta story, Bilnass ameandika ujumbe huu hapa. To all young people, wadogo zangu na rafiki zangu mliobarikiwa vipaji mbalimbali, kabla ya kuingia kwenye tasnia yoyote inayohusiana na umaarufu Tanzania, muombe sana Mungu akupe nguvu ya uvumilivu na roho ya kustahimili. Huku kuna kila aina ya vita, usaliti, ushetani, uh, dhurma, uh, kuanzia kwenye wadau, managers, distribution company, labels na kadhalika. Swala la kutajirika ama kupata pesa kupitia hizi kazi sio rahisi kama uh, unavyosikia, ila kupata msongo wa mawazo, kupoteza maisha, kupata maradhi uh, kuchanganyikiwa ama kuingia kwenye addiction mbalimbali ni rahisi kuliko kutengeneza pesa. Ni vyema kuwa makini sana na kuingia, um, ni vyema kuwa makini sana na kuingia kwenye tasnia ukiwa na utayari, lakini usiache kumweka Mungu kwanza, maana unaweza kupambana ili uisaidie familia yako, kumbe ndio unaenda kuleta janga ambalo familia yako ndo itakuwa kwenye jukumu la kuteseka kukusaidia. So huo ni ujumbe wa Billnass kupitia insta story yake, akielezea ya situation jinsi ambavyo ilivyo kwenye industry nzima. Uh, ya yeah, entertainment au swala lolote la kuwa maarufu, haya ndio mambo ambayo unaweza kukuta nayo ukiwa maarufu. Drop comment yako hapa chini. Of course, huu ni ujumbe mzuri sana ambao Billnass amejaribu kushare na, uh, wadogo zake watu ambao wanatamani kuwa maarufu. Umaarufu sio kitu rahisi, unaweza kuwa maarufu lakini umaarufu kuletea pesa sio kitu rahisi. Zaidi utakutana na vitu kama hivi ambavyo Billnass kavisema hapa chini. Mimi naitwa Ricky na hii hapa ni Ricky Media. Niko na pia nguvu za kutosha na Magic Builders International, bila kusahau Silent Ocean Simba wa bahari.